Haya, mwana mwingine, mwanasimba, mwanasimba hataki kuongea baba, ila tende tamu na na kaa wawongo. Tende na kaa tamu, au sio?

Kahawa. Sisi waarabu tumechukua ushindi wetu sisi, jana tunasherehekea, leo kwa kahawa na tende hizi hapa, kwa ushindi tuliochukua. Furaha tu ndo iliojaa mwenye mwetu, hakuna chengine. Wanasimba wanasema ubaya, ubora. Jana wamefanyiwa ubara, ubora na waarabu.